wenye ulemavu mm. Kama hiyo haitoshi basi hebu jamii ichukue jamii huu mfano mm. Marekani, ambayo wengi sana wamekuwa wakichukulia kama mfano mm. mwaka 1882 mm -hmm. alizaliwa mtu mmoja anaitwa Franklin Delano Roosevelt mm -hmm. yes ambaye mwaka 1933 alikuja kuwa rais wa thelathini na mbili wa Marekani mm. nakumbuka wakati anakuja kuwa rais wa thelathini na mbili wa, wa Marekani mm. mwaka 1933 karibia miaka tisa au kumi hivi nyuma alipata ugonjwa wa polio mwaka 1921. Na 9, mm. ule ugonjwa ambao ulimsababishia aparalaizi miguu yake mm. na apate ulemavu wa kudumu wa miguu yake kwa hiyo wakati anaingia katika urais alikuwa ni mtu tayari ambaye ana ulemavu mm. wa miguu hawezi kutembea mm. kipindi chake chote ambacho ameongoza Marekani ameongoza akiwa na ulemavu wa viungo mm. ulemavu wa miguu mm. na hadi hivi sasa tunavyozungumza, katika historia ya Marekani yeye ndiyo rais ambaye aliyetawala kwa mihula mingi mm -hmm kuliko yote, kutoka mwaka 1933 mm. 93 mm. hadi mwaka 1945 mm. ambapo alifia madarakani mm. baada ya vita baada ya vita ya pili ya dunia mm. na ndiye yeye ambaye aliyeivusha Marekani katika ile tunaita great, uh, great economic depression, depression. Eh, anguko kubwa la kiuchumi eh, la kipindi mm. kile mm. na kama haitoshi ni yeye ndio ambaye alikuwa mwanzilishi wa mifumo mingi sana ambayo hata mataifa mengi sasa hivi duniani mm. yameiga. Kwa mfano, kama tunazungumzia sasa hivi juu ya mifuko ya hifadhi ya jamii hii mm. idea kwa mara ya kwanza ilikuwa ni yeye mm -hmm. na ni mtu mwenye ulemavu mm. eh? kwa hiyo kama watu wenye ulemavu wanaweza wakafanya mambo makubwa kiasi hiki, kiasi cha kwamba anaweza akawa rais kuongoza taifa hiyo inamaanisha kwamba watu wenye ulemavu ni watu ambao wana uwezo wa tofauti, mm -hmm. sio watu waliokosa uwezo. mm -hmm. kwa hiyo ni lazima jamii ianze kubadilisha mitazamo. mm -hmm. tunaamini juu ya mheshimiwa rais, mm -hmm. e, Mheshimiwa Rais mwenye na tunaona anateua viongozi ambao wana ulemavu. mm -hmm. Je, mna mashaka juu ya rais sasa, kama mheshimiwa rais hana mashaka juu ya watu wenye ulemavu na anawachagua mm, kuwa sehemu ya timu yake ya viongozi mbalimbali mbali. mm. Sisi kama jamii sisi kama wanajamii, kwa nini tusiwaamini watu wenye ulemavu mm -hmm. Kwa nini tusiamini katika uwezo wa watoto wenye ulemavu sawa sawa, na tunatakiwa, mm. e, tuwapike kuanzia huku chini e, uandikishaji huu ni muhimu sana, kutumia fursa kuandikisha, ili wakapata wa taaluma. wakati mwingine Eh, watu wanaweza wakahoji kuhusiana na miundombinu au mazingira rafiki. Umejaribu kueleza hapo lakini eh, ni kama vile mara nyingi tunazungumzia tuna kwa, kwa kundi la watu wenye ulemavu wa viungo. mm. Eh, vipi kuhusiana na na, na, na, na hawa mm. wengine ambao wana ulemavu eh, uoni, eh, eh viziwi eh, lakini hapo tunazungumzia pia ma, masuala ya ualbino mm. na vitu kama hivyo M, mazingira e, kwa upande yapo rafiki, na bila shaka mmetembelea katika, mm. katika, katika shule <coughs> hizi, mazingira yapo rafiki mm -hmm. na kadi tunavyozidi kufanya mazungumzo mm -hmm. mazungumzo na viongozi wa serikali mm -hmm. ikiwemo Wizara ya Elimu na Mafunzo ya mali Zanzibar mm -hmm. Lakini pia vile vile Mheshimiwa Rais tunamshukuru mshukuru. mm -hmm. Na tuna imani hata yale mapendekezo yetu ambayo tunayoyapeleka kwake mm -hmm. yataendelea kufanyiwa kazi. mm -hmm. Kwa mfano, mm -hmm. umezungumzia katika eneo mojawapo mojawapo ya a, a, a, a, watoto wenye ulemavu wa viungo mm -hmm mwanzo tulipigia chapuo kwamba tuwe tuna skuli ambazo zina miundo mbinu jumuishi. Kukiwa kuna ngazi za kawaida, basi ziwepo na ngazi za ramps. mm. Tumeona hilo swala linazingatiwa na imekuwa ni mkakati kabisa, ni ni swala la lazima yes, ni swala la lazima na tumeenda mbali sasa hivi hadi tuna smart class ambapo tunaweza tukajifunza pia hata kwa kwa kusikia na vitu vingine kama hivyo. Sasa kuna changamoto moja pia hapo kwenye swala la miundo mbinu, serikali imetusikia, imetuwekea miundo mbinu ya rams, lakini changamoto ambayo tunayoiona kwa hivi sasa zile rams zinaishia katika ghorofa ya kwanza na watoto wenye ulemavu wanasema, na sisi pia tunataka tufike hadi kule juu, tuone panafananaje. <laughs> Kwa hiyo tuna imani na Mheshimiwa Rais na tuna imani na viongozi wake kwamba maelekezo yatatoka kwa zile skuli zingine ambazo bado hazijajengwa, basi hizi rams ziweze kufika hadi juu. Na tulikuwa naye Mheshimiwa Rais wakati anafanya kampeni yake hapo Idris Abdulwakil, tukamwambia kwamba kama ikiwezekana basi tuwepo na hizo rams, lakini pia vilevile vile.